Bibi Kichwa, sasa hivi miaka mitano hujatoa kafara, unafurahia kafara za wezako, sio hivyo? Mkuu, nina mtoto mmoja tu ndo ninayemtemea <laughs> naona sisi unatuchukulia rahisi sana. Bibi Kiwanja, na kuachia jukumu, kesho utuletee huyo mtoto. Yeye si anaona kazi, tutamusaidia kazi Nitatimiza mkuu. N maana ya uchawi ni kitendo cha kutumia dawa ili kumudhuru mwenzako wote. Je, mnaelewa? Ndio mwalimu. Vizuri sana. Leo usiku lazima nikaifanye kazi ili mkuu, nizidi kumfurahisha. <laughs> Baba wa binguni, epushe na majaribu usiku wa leo, amina. Njoo mito ya nguvu. <laughs> Lala usingizi wa milele mtoto mdogo. Acha, usimdura itatopata! Mama like masome mema. Shikamoo. Marahaba, karibu. Asante. Funga. Samahani kwa kuchelewa. Karibu, kaa chini. Haraka ndio nimefika <coughs> humu ndani kuna mtoto wa mchawi. Nini mtoto wa mchawi? Ndiyo, na najua ni nani. Ah.